Uwanja Benjamin Mkapa hakutoa taarifa kwenye bodi ya ligi, hakutoa taarifa kwenye mdumu mwenyeji yule mchezo ambao ni Yanga, hakutoa taarifa kwa meneja wa uwanja. Kwa sisi tunayatia tuna, tuna ile kamati ya masasa binafsi, kwa sisi tunaangalia michezo ambayo inaofuata mbele yetu, lakini niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari kwamba mchezo ule utaanana na uishi umeshaisha. Kwa sisi ule tuutambui, bado tunaangalia michezo utakaofuata kama unavyoona FA Cup. Mimi ndo bingwa mtetezi, mtoto wa mudi jana kaja kucheza na timu ambayo ina shiriki kwenye michuano ile ya wanasema timu ya serikali za mikoa ukiangalia kwa aragento kuiva kwake, najua nitakutana iwe robo fainali ama fainali. Kwahiyo, kwa wanakwambia kwenye kichaka hiki, wazungu wanakwambia no speech not surrender, hakuna kusanda. Mi najua mtoto muri taka na kutana naye tu kwenye michwano ya FA, lakini kwenye ligi kuu tusitaki tukudanganyana, si kwenye ligi ligikuu kule mechi ile imeshaisha kama inavyojulikana. Sheria ya mwaka 1938 bala 38 kifungo nyui inasema Mwenyeji kafika uwanjani, mgeni ameshindwa kufika. Huyu aliyekufika uwanjani ambaye ni dereva wa Young Africans. Mimi nikiwa pande za majue kule nilipata taarifa TFF wametoa barua ya kwanza kwamba ilio ilikuwa saa tano, hiyo wanasema mchezo uko pale pale saa tano asubuhi hiyo nimetoka majio, inafika saa inafika saa nane Benjamin Mkapa, inakuja barua ya pili kwamba mchezo umeahirishwa, lakini mimi nazingatia barua ya kwanza. Barua ya kwanza ilisema mchezo uko pale pale, barua ya pili wanakuja kusema mchezo umeahirishwa. Kwa tuambie bodi ya ligi wafuate sheria ya mwaka 68 ibara kifungo nywii inasema asiyefika uwanjani. Mimi naona mtoto wa muda ana hamu kwenda kucheza championship lakini, <laughs> lakini lakini, lakini wanasema endapo kutaka pointi tatu si lazima na marefali waweze kufika uwanjani uwanjani hey. Marefali ameingia uwanjani uh -huh. Watu wamekaa uh, dakika thelathini. Mwisho wa siku Azam amechukua pointi tatu. Yanga Africans walikuja uwanjani lakini marefali hakuwepo. Pointi tatu inawezekana ukazipata vipi? Mimi nilipofika saa nane, ni nijaribu kuzoom kupitia hii kamera hapa, nijaribu kuzoom. Arajija alifika uwanjani ila sema alizuiliwa mlangoni. Sisi tunaelewana sasa hivi si, si tunachokijua refali alifika, lakini kwenye picha alishindwa kufika. Yale ni mipango ambayo imepangwa anashindwa kujitetea kwa sababu yeye alikuwa na timu mbovu, alikuwa na majeruhi wengi. Ameshindwa kuzungumzia kwamba alikuwa na majeruhi wengi, mwisho wa siku anakuja kusingizia, anasema kwenye ile mchezo akwenda kwenye, kwenye mazoezi. Sisi tuombe bodi ya ligi kwamba mchezo wa tarehe nane umeshaisha. Kama jezi ya Yanga inavyosema daima mbele nyuma mwiko. Mchezo mwingine akitupangia tarehe nyingine, si hatuutambui, si tunataka pointi tatu na magoli matano s <laughs> <Sandoza. laughs>